A mara baada ya meli hiyo yenye urefu wa mita 240 kuwasili bandari ya Mtwara, meneja operesheni wa kampuni ya meli ya Diamond amesema wanaishukuru serikali na taasisi zingine kama mamlaka bandari kwa ushirikiano uliowezesha me, meli hiyo kubwa yenye uwezo wa kubeba tani elfu sita kwa mara moja na iliyoleta magari hayo ya mali ya Dangote kutia nanga bandari ya Mtwara, na kuomba tukio hilo la kuwasili kwa meli hiyo iwe ufunguzi wa kuitumia kikamilifu bandari ya Mtwara. Kwa hiyo kuja Mtwara ni tukio kubwa ambalo kwa kweli tunashukuru uongozi wa hapa. Na tunashukuru uongozi wa Harbour Master Dar es Salaam na tunashukuru ofisi ya Director General. Hawa wote wamekuwa timu moja na sisi pamoja na receiver. Tunamshukuru Mheshimiwa Aliko Dangote ambaye ameweka kiwanda hapa kwetu, leo tunaona matunda yake. Na naye meneja wa bandari ya Mtwara Sela Katondo, mbali na kuishukuru kampuni ya meli ya Diamond kuleta mzigo wa magari kupitia bandari ya Mtwara ameahidi kuwa ushushaji wa magari hayo utafanyika usiku kucha kwa muda wa masaa saba kuonyesha kuwa bandari ya Mtwara ina uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi. Briefly, ni kwamba tunafanya kazi kwa hizo units 651 leo sasa hivi tutakavyoanza labda 1 hivi, saa saba usiku mzigo huo utakuwa umekamilika. Akiapokea magari hayo kaimu mkuu wa mkoa Mtwara ambaye pia ni mkuu wa wilaya Mtwara Katibu Azungu amesema kuletwa kwa magari hayo mali ya kampuni ya kuzalisha saruji ya Dangote ni ushahidi kwa, ki, kwa kiwanda hicho kitaendelea na uzalishaji na kuwataka wananchi kupuuza upotoshaji wowote kuhusu kiwanda hicho kwamba anafanyia ukarabati mitambo yake labda si mrefu kuzalishaji utafanya nini, utarejea. Sasa ndugu zangu nyinyi wote ni mashahidi, mmeona Dangote anashusha magari mia sita hamsini na moja unashusha magari mia unaweza kufunga kiwanda kweli? Haiwezekani kwayo. Nadhani kwamba tukio kama hili sasa tunajaribu kukata mzizi wa fitna kwa watu watu, watu wale wote wenye nia mbaya ambao walikuwa nataka kumchafua Dangote, wanataka kuichafua serikali ya Tanzania wameshindwa. Kwa hiyo Dangote yuko imara, sisi kama serikali tupo tutaendelea kusimamia na kuona kwamba uzalishaji katika kiwanda chetu cha Dangote unaendelea kama ulivyotarajiwa. Nikiripoti kutoka Mtwara ni Modesto Simwambe ITV.